Mziwanda aje kuzungumza nasi, swaliwe Mtume Muhammad. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu tuliohudhuria katika uzinduzi wa kitabu cha uzalendo sote kwa ujumla wetu tukiongozwa na meza kuu ambayo pia meza kuu inaongozwa na mwakilishi wa mheshimiwa Mufti, mzee wangu Sheikh Ali Hamisi Ngeruko, naibu kadhi mkuu wa Tanzania, lakini pia na mwenyeji wetu mjumbe wa Baraza la Ulama, kaka yangu Shekhe Issa Othman Issa, na mwenye jiji lake yuko pale mkwe wangu Shekhe Walid ibni Sheikh Alhadi Umar Kawambwa El Kasaji na kama tulivyotambulishwa, bila ya mashaka japokuwa, huja tukasahau, haya maneno ya kipishana herufi, wanajua hata wataalamu wa mustalah inakosana kidogo tu, kitambi kitumbo, kigoda kidago, makata zote zipo mwalimu wetu, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya baraza, msomi na mwandishi Sheikh Hamisi Mataka, na katibu wa taasisi yupo hapa, aliyetualika. Mimi kwangu jambo hili ni surprise. Sheikh Isa mwenzangu sana, lakini sikujua kabisa kama anafanya jambo hili, ndio nimejua juzi, na si vyema unapotaka kufanya jambo, kila mtu ajue. Watu wengine wanatakiwa wajue: awali kwa fatiha na ushauri, watu wengine wajue jambo linaendelea, kwa pongezi na mawazo, wengine wajue lishatimia, ima kwa pongezi, ima kwa kwa ushabiki Ak wengine wanatosha kwenye ushabiki tu. Kuna watu fanyeni, mkishashinda wao watakuja kushangilia. Ndiyo maneno ya Sheikh Mbega, na ndiyo maneno ya Qur'ani, inna sa'yakum la shatta. Usitulazimishe sote tuvae suti, wengine tukivaa suti na kuwa kama imepachikwa kwenye mti. Mimi kwenye hili sina la kusema. Ninapongeza tu kwa kaka yangu Sheikh Issa, na hasa ukisoma yule bwana aliyekwenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipokuwa anataka apate msingi tu kwenye maisha yake ndani ya dini yake, akiushika msingi ule utamsaidia kufanikiwa. Mtume alimwambia maneno mawili yenye uzito wa maneno milioni mbili. Alimwambia qul amantu billahi thumma astakim. Huu ni msingi wa safari ya mtu kwenye maisha yake ya dini. Unapoamini ndani ya moyo, kama hakuna dharura ya kuficha tangaza kwamba wewe ni muumini, jambo la kwanza. Na jambo la pili, thumma stakim. Tukaelewa vibaya, baadhi ya watu tukasema kuwa na msimamo, matokeo yake vurugu zikaingia kwa sababu ya neno thumma stakim. Kumbe uhalisia wa thumma stakim, kisha jitoe kisawasawa kwa ajili ya kuionesha imani yako sasa Sheikh Issa amekuwa muda mrefu yeye, moja katika kujitoa kwake ni kuandika alichokisoma na kukifahamu kiwafae waliokuwepo wakati aliyopo, lakini kiendelee kubaki kwa watakaokuja. inna sayakum la shatta. Mimi nakupongeza sana Sheikh Issa na ikikupendeza hata ukilala kitandani endeleza hili, ufe kwenye jambo ambalo Mtume kalihusia, thumma stakim. Tunawaona wenzetu wana misimamo, washafika miaka sabini, bado wanaongoza kamari, ili ni kuonesha ana msimamo kwenye jambo lake hataki kuacha mwingine, na miaka 80 90, bado wanaongoza mpira ili kuonesha msimamo wake na wewe onesha msimamo wako kwenye dini, tufe kwenye dini. Mwalimu wetu, bahati nzuri tunakutana mahala katika silsili za kusoma, mimi na bwana mkubwa huyu Sheikh Muharram Juma Yusuf Mtupa maarufu Sheikh Doga. Siku moja naikumbuka, ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na sita, kuna vitabu fulani aliniambia, hivi lazima usome. Akaniambia, rekebisha hapa barazani, uwe unakuja kusoma usiku kuanzia saa mbili na nusu. Tulikwenda siku moja, akanambia, mnaniona mimi naumwa umwa umwa, lakini bado tu mnataka kusoma. Amuoni, mnatafuta kuniua. Nikamwambia vizuri, kama tutakuwa kwenye kheri, tusipokuwa sisi kwenye kheri, kuna watu watakuwa kubaya. Wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.